E, mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa makamu mwenyekiti, itifaki imezingatiwa. Kwa sababu dakika tano ni kidogo, nataka nziwa e, waheshimiwa, naomba nitoe taarifa kwanza ya, kama viongozi wetu ambavyo walivyo makini, hata hawa wasanii walikuwa wanasema hivi wabaya wetu tunawajua, tumeuona wabaya wetu tunawajua na wengine nyimbo gani ile seven, nasema masalata hii ni sahihi. Kumbe wao wanatoa ule ujumbe, ndio ambayo mambo yametokea. Uheshimiwa, mimi niende kwenye mada. E, bahati nzuri mimi naitwa Isa Hussein Yusuf e, natoka e, katika shehia ya Tomondo, kituo cha biashara Tomondo. Mimi ni wakala mzoefu toka tisini na tano hadi kufikia leo sijawahi kumisi hata mara moja, eh kutoka tisini na tano mimi ni mtu wa habari wenezi, bosi wangu huyo hapa, na mara moja aliniambia asante, kwa sababu ni wajibu wangu kufanya kazi yangu ya habari ya 28, siku ya tarehe ishirini na nane sikwenda mimi kama wakala, nimekwenda kama mtu wa habari. nilichokigundua ni kile ambacho kwamba e, kilichotajwa mwanzo, nadhani mheshimiwa na anaijua hiyo taarifa, ndio wale vijana walioletwa pale ambao wamevaa kaki ile ile tuliozungumza, ganjwa alioitoa ile, ndio iliyofanyika. Wale walikuwa ni kidogo askari wengi wao ni vijana ambao walichukuliwa wakafundishwa ule haramia ndio wengi, kwa sababu hata kama mlikuwa mnaangalia akitembea anaenda kama anaenda kutafuta maembe, miguu inaenda hivi na hivi, haiendi kama hivi kawaida. Kwa hivyo wale walikuwa ni wahuni tu, hiyo ndio habari. Lakini twende katika tarehe ishirini na tisa, ambaye mimi ndiye nilikuwa wakala chumba namba moja, ambaye pia ilikuwa ni mkuu wa makala katika kituo kile. E, waheshimiwa, kwa kweli sisi kwetu kutoka asubuhi mapema mpaka kufika saa tisa uchaguzi wetu ulikuwa unaenda vizuri, na kwa sababu kasoro zilikuwemo walikuwa wanatoa kura zaidi ya moja, tano, sita, lakini kwa sababu ulivyokuwa unakwenda, tunashukuru kwamba e, tulikwenda wakapiga kura mpaka saa tisa. Ikawa sasa wanafanya vikao kwamba tumeshashindwa sasa Kilichotokea hapo sasa, e, saa kumi kituo kikafungwa, bango la kupiga kura likaondoshwa, likawekwa bango la kuhesabu kura. Sasa hapo ndipo pamekuja matokeo. Alianza yule pio yule kuchukua, kapiga kura, kapiga kura, anataka kutia, nikamwambia wewe, we, ni mtu wa tume, simwagilishwa atume, atume, ushapiga kura jana kwa hivyo huna haki ya kupiga kura. Huu unaotaka kufanya ni uhuni, nakwambia kabisa, usije ukatia kura hizo. Ah, wanacheka bwana. Basi akapiga yeye baadae na wenzake wote wale walikuwemo, wakapiga kura. Walipomaliza kupiga kura sasa wakasema: ee, subirini kidogo kidogo. Nikaona vikosi wale wamevaa magwanda ee, wakaja nawao, wao wamekuja na, na kura zao tayari zimeshapigwa mikononi mtu ana kura 30 anataka kuzitia katika kitundu kile, ikawa ni shida kuingia. Kaambia, sikiliza, msipate tabu, kata sildi tieni humo, kwa sababu uchaguzi mshauharibu, mumeshauharibu kabisa. Ha, si uchaguzi. Kwa hivyo wakatia kido kidogo kidogo, wakamalizika. Basi baada ya hapo, kilichofuata ni kwamba ni pio yu watu wote washamaliza, sasa pio akatoka akaenda zake, alipokuja na maburungutu matatu ya kura akayaeka juu ya meza. Hapa mimi mzee sasa hivi macho yangu hayaoni kwa mbali. Ikawa wale wana sisi wanacheka, nikamwambia msicheke, nyinyi wote wanafunzi wangu afuzamie kazi basi bahati nzuri wakanikubalia, nikakaa pale, kukaa pale bwana, karibu kaweka kiti changu, tukaanza sasa, ananiambia sasa tunaanza tunaanza. Akakata sildi ile la rais, kukata kuka sildi jamaa akachukua ile maburungutu mawili akayatia, nikamwambia usaharibu chaguzi. Haiwezekani huyu, usaharibu tena hapa mimi nasema hamna uchaguzi, usaharibu. Basi wajua, ni mambo yao wale wanacheka na nini, yani ni mpango maalum. Basi tukamaliza tukahesabu, sasa mimi Kabla kumaliza kuhesabu kule tunataka kufunga kituo tu, nikahesabu sasa watu ambao walikuja kuingia mule wakapiga kura, katika watu mia nne na hamsini waliokuja siku ile pale katika kituturi changu ni watu mia mbili na thalathini na sita. Sasa nikasema hapa, mii nitakufundisheni siasa. Basi tukaenda kuhesabu, kuhesabu wale wamekaa tu, wali wa CCM yote oti zile matokeo mimi, basi tukahesabu sasa pale juu, CCM, CCM, CCM, CCM, ST, ST. Zilipomaliza sasa kule chini kule, ndio hapo unaona mzee Issa mambo mazuri. Unaona sasa hivi unakuja juu, nikamwambia kuja juu gani na kushafanya uhuni wenu. Basi bahati nzuri tumekwenda mpaka mwisho. Sasa tulipohesabu mimi nikapata kura ya rais mia moja na arobaini na mbili kupata kura mia moja arobaini na mbili nkatoa sasa katika mia mbili na thalathini na sita toa mia moja arobaini na mbili nkakuta kama kuna tisini na nne tisini na nne nka nane zimeharibika na chauma kapata nne, unaona, kumi na mbili Nkatoa hizo, kabakia themanini na mbili Nkasema themanini na mbili ni za sistem, nkajua nimeshashinda. Basi tukavuta sanduku la mwakilishi kuletwa pa mwakilishi kat asildi kachukua leburungutu moja likatiwa nalo, tukahesabu tukahesabu. Tulipofika mwisho, bahati nzuri, mwakilishi yeye alipungua kwa kura mbili, alipata kura mia moja arobaini na sisi akapata kama thamanini na sita kitu kama hichi. Tukenda kwenye hapo, kabla hapo akatokea obsarva observer kuingia pale akasema hivi, e, mambo yanaendaje? Na wakasema sisi mwote kwa sauti, ah, mambo yanaenda vizuri. Nikamwambia sio vizuri, observer, sikiliza. Hawa wote mama moja baba mmoja hao, mimi hapa ST wazalendo nakwambia hivi, huu uchaguzi toka asubuhi lienda vizuri. Kufika saa tisa, hawa hawa watume hao wote washaharibu, wanatia kura. Yani wao walianza kuharibu, wakawaita vikosi wakatia, lakini wakaleta maburungutu ya kura, umu marais wametia mawili na mwakilisha mate ya moja. Na hilo hapo, unaona hilo ile asubuhi ile ilifunguliwa na diwani ile hiyo. Umeliona hilo? Hilo hapo. Au ni uchaguzi gani si uhuni tu wale utufanyia. Kwa hivyo haya ndio ambayo waliofanyika katika pale. Lakini sasa e, hatima yake sasa wanataka niwape sasa ile idadi ya rais yangu. Ya we, he, nipe nipe ya matokeo. Nikamwambia bado nitakupa kwa sababu kura ya rais ni siri. Sio kila mtu mmoja hapa ajue. Unaona? Basi asante. Uh, aoaba mimi siku sikumpa lakini mwisho mwisho akanambia, ehe, kapata ngapi? Ninongoneze. Nikamwambia kapata mia mbili na kumi na moja, nami nikasema nataka kumwibia sasa, kwa sababu aifanya muhuni, sio sasa. Waheshimiwa, kiufupi hali halisi ilikuwa hivyo, lakini niseme kwamba, waheshimiwa, sisi tusiogope polisi wala vikosi. Maadui yetu ni tume ya uchaguzi Tume na naye hatutaweza kutoboa hata siku moja. Lazima tupambane na tume ya uchaguzi mpaka iondoke madarakani, tutaweza kushinda kwa maisha yote. Baada ya kusema hayo, asante sana.